Basi mheshimiwa Darius karibu sana. Uh, of course hapa katikati pia umeingia na kutoka, kwa maana ya ulitupa madini mazuri, na hiyo nafikiri ni system nzuri sana. unapoingia kwenye zile topic ambazo unaongeza utaalam inanoga. Sasa tupe zile ambazo unaona zimebakiabakia bakia kwa siku ya leo, karibu sana asante, asante sana na hongereni sana, asante sana. Ya, nina of course na share tu na ninyi kwamba nina safiri tuna wiki ya, wiki ya maridhiano tarehe 26 Arusha ya. Kwa hiyo nina hayo majukumu ya kitaifa, lakini naomba tu niseme kwa kifupi, tutakwenda kufanya tathmini ya miezi sita toka tumeanza rasmi mafunzo, na tarehe itakayopangwa mwezi ujao, naomba mjiandae kutupa mrejesho na wapi tume fanya vizuri na wapi tunahitaji kuboresha. Nitawapitisha kwa kifupi toka tumeanza tarehe ishirini na sita mwezi wa saba mwaka jana, na mpaka leo, ili basi tukumbuke na wale ambao hamjahudhuria zote, pia tukumbuke. Bahati nzuri nimekuwa nikimpatia Joyce hizi hizi presentations au haya maandiko, najua mna magrupu au whatever, sijui ili muwe mnapitia kidogo, kwa hiyo mwanzoni kabisa tulijifunza kuhusu ukatili, wale wa kwanza. Kama mnakumbuka, ni muhimu sana kujua ukatili, kwa sababu tunaishi na watoto, na tukasema kuna ukatili ambao hauonekani. Bosi uko kazini, bosi uko kwenye majukumu yako, lakini kumbe mtoto wako anafanyiwa ukatili wa kisaikolojia, kwa maana ya maneno anayotumia binti, kauli anazotumia binti zinaweza kuwa zinamuumiza mtoto lakini huwezi kushuhudia. Kwa hiyo kuna ukatili wa kisaikolojia, ukatili wa kimwili, ukatili wa kingono pamoja na ukatili wa kutelekezwa. Tuliyazungumza tarehe 26 mwezi wa saba mwaka jana, lakini siku hiyo hiyo pia nilijaribu kuwakumbusha masuala muhimu katika malezi. Tukasema kuna uh, masuala mazima katika malezi chanya kwamba lazima mtoto alelewe sawa sawa, lakini tukasisitiza sana kuhusu ukuaji wa mtoto au malezi ya kimaadili. Ukiona mtoto anaanza kuleta changamoto, maana yake kuna vitu havijakaa sawa sawasawa kwenye hiyo familia. Tukasema kuna mambo ya msingi ya wazazi, kwa mfano tunasema tunawapatia watoto mahitaji au matakwa tukimpatia mtoto matakwa ndipo anapoanza kuangalia masuala ambayo sio ya umri wake, kama dada alivyochangia pale, kwamba anaumia kuona mtoto anaingia kwenye mitandao ya kijamii, anachokiangalia sio cha umri wake, na wakati mwingine wazazi wana bless, wanabariki, mwache tu, haina shida. Na nikatumia lugha siku ile kwamba utandawazi umekuwa utandawizi kama mnakumbuka, umeiba hadi akili zetu. Yani unafika mahali unaona kama isi okay kuangalia pornograph picha za ngono, na kuna ukatili mtandaoni. Sasa huyu dada ambaye amepita wa dada center, bosi wake hayupo, anauelewa tayari kuliko bosi wake, unamwambia nini bosi wako? Ndio ule mgogoro ambao ameulezi hapa kwamba masuala ya malezi chanya, je, wazazi wanafahamu wanajua madhara? Nikawaambia, jamani, tujitahidi tunapoangalia tamthilia sisi ndio tuko na watoto nyumbani, mama hayupo, baba hayupo, sisi tujiongeze kwamba katika kipindi hiki huyu mtoto yupo. Hebu tusiangalie maswala ya mauaji kwenye TV, tusiangalie maswala ya mapenzi kwenye TV, sababu ukuaji wa mtoto kwenye nyanja za milango ya fahamu katika utoto wake zinakuwa active sana anajifunza, anaona haraka, anafanya nini, anayakamata kwa haraka haraka. Hayo ni mambo yalikuwa tarehe ishirini na sita mwezi wa saba. Tarehe ishirini na sita mwezi wa nane tulijifunza mahusiano chanya kati ya dada wa kazi na mabosi zao, kama mnakumbuka, na ndio hiki tunakiona leo kwa huyu dada wa mwezi. Mahusiano chanya, unafanyafanyaje? una huyu, kumbuka wewe pale ni nyumbani kwake, tuzie tukasahau pale ni nyumbani kwake. We unafanya kazi, ukishindana naye hiyo laki mbili hiyo laki moja hiyo laki tatu utaikosa. Yeye ndio mwenye nyumba kwao. Mahusiano chanya lazima tuanze kuyajenga sisi. Mama leo tufanyeje? Tafuta tu kauli, nunua hata kama unaweza, tafuta ndio maana unakuja hapa kupikwa, ili tukupitishe kwenye maswala haya. Kwa hiyo tukasema dada lazima awe na maswala matatu hapa, tuliyazungumza wakati ule, ni siku nyingi kidogo mm? Lazima ajue samahani, kuna maneno matatu tuliyatumia, samahani samahani, ni maneno mazito sana, bosi wako akiyasikia, tukasema ni nisamehe mama, nisamehe mama, wakati unajirekebisha kwa yale mapungufu yako. Lakini tukasema pia ukumbuke jamani, kusema asante hmm? Tulisema siku ile mambo mengi, ili tuweze kuyarudisha mahusiano haya na basi aweze kuanza kuona sasa bosi wako. Tarehe mwezi uliofuata tulijifunza habari za maadili kwa wafanyakazi wa ndani. Tuliwapa masuala ya maadili, na tunaona sasa, yani uh, tuanze kuona kama imeanza ku make sense. Tukasema yapo mengi, ameyataja yule mama kwenye simu, kwa kweli nashukuru. Tulisema mambo mengi tarehe ishirini na nane mwezi wa tisa. Naomba niyarudie kwa msisitizo, msichana wa kazi, dada wa ndani, dada, ninyi lazima uwe na heshima Uaminifu, ile elfu tano leo tumeishuhudia, sio hela nyingi, lakini elfu tano kwamba imebaki. Unaona, ana akinole ameitambua ana, ana, kwamba nimemwachia pesa kidogo siku nane, lakini amerudi anasema mama, nimetumia elfu ngapi, imebaki. Tukasema uaminifu, kuwa mwaminifu, we utaona tu matunda yako. Tukasema uaminifu ujuzi wa kazi, ujiongeze ujuzi wa kazi, kama nikupika, soma kwenye simu kiingia, jamani usiangalie mambo ya, mambo ya vigodoro hayakusaidii, angalia mapishi, si ndio? Jinsi ya kutengeneza kachumbali, siuzi, kila kitu kipo, namna ya kutengeneza, sio vitu gani, siudi angalia ili yakusaidie kesho na kesho kutwa, bosi wako akusifie. Tukasema ustahimilivu, yale ya kusema unaweza kamaliza mwenyewe, amesema dada dada yule pale Ma, maliza mwenyewe. Wengine maliza, uonekane na wewe ni dada wa kazi tena mwenye kupitia aliyepitia wadada senta. Tukasema kufanya kazi kwa kuzingatia muda na ratiba. Tumesikia hapo mama mpaka anachanganyikiwa, anaogopa kuchafua nyumba yake <laughs> anaamka nyumba imeshasafishwa kuzingatia ratiba. Hebu jitahidi, fanya wakirudi, hotpot hii, kila kitu kishafanya, uji saa kumi na mbili umeshamaliza. Yani tuliyasema siku ile, nidhamu heshima na maadili, ikiwa ni pamoja na uvaaji. Kuna uvaaji wa mitego tulisema siku ile, uvaaji wa mitego unamtega bosi wako wa kiume, atategeka sindio? Hebu mama mamata tumesema pale ni nyumbani kwa mtu, kuna mwenye nyumba yake, kuna mama mwenye nyumba pale, kuna baba mwenye nyumba ujue kwamba huyo mtu yupo. Tukasema lazima kuzingatia nidhamu, heshima, maadili, ikiwa ni pamoja na uvaji, kauli, usafi wa mwili. Tumesikia mtu na dada msafi kweli kweli, hapo anamsifia mwenyewe kuwa msafi, maji si hapo, sabuni siipo. Na mwisho tukasema wewe ni roromodo kwa wale watoto ambao muda mwingi unao lazima mengi. Sasa wanatakiwa kujifunze kwako, waone kwako, kesho wawe watoto wazuri, kesho wawe kizazi cha baadaye kizuri. Na mwezi wa kumi tulijaribu kupitia swala zima la changamoto za mawasiliano, na katika hili ilionekana upande wa mabosi kuna changamoto nyingi, na tukasema lazima zile sifa sasa za kiongozi bora kama baba mama wa familia aweze kuwa nazo. Uweze kusikiliza we bosi, uweze kupokea maoni ya mdada wa kazi, uweze kupata muda wa kujadiliana naye kama mtoto wa nyumbani, na mwisho lengo ni kuhakikisha kwamba watoto hawapati madhara, watoto hawapati changamoto, kwa sababu wako muda mwingi na dada wa kazi. Na Januari Januari tarehe 30, uh, tukaja kudadavua kwa kina, sasa jambo zima la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto, kwamba hawa watoto wa chini ya miaka mitano kuna vitu lazima vifanyike, wazazi wajue, mama ajue, baba ajue, kwamba tuna nafasi kubwa, tuna mchango mkubwa wa kumfanya sasa mtoto aweze kukua katika makuzi timilifu upendo kati ya wazazi, ushirikiano kati ya wazazi, lakini pia tukasema lazima mlango ule unaitwa affective domain, jazi la uelekeo, kuanzia huyu huyu, kuna vitu tayari ameshaanza kuvihisi, milango ya fahamu ya kunusa, ya kugusa, ya iko, anajua anaweza kumshika hapa akaanza kulia, sema amejuaje No, hapo, Kono, sema, saze, tukumbuke kufidia huo upendo unaopotea wakati kwenye kazi, watu kwenye majukumu mengine, ili basi siku upo nyumbani, basi waone presence yako, waone kwamba leo mama yupo, leo baba yupo, unahangaika sasa na wako siku hiyo, wapunguze hayo mambo ambayo yamefanyiwa mtoto. Ambaye akupata upendo kutoka kwa wazazi, mtoto ambaye ameshuhudia ukatili Anakuwa na nyufa kwenye ubongo, nyufa haziungi huku, kuna vitu vinakatika katika. Kwa hiyo kesho akiwa kikojozi, akianza kubaka watoto watu, akianza kuwa mwizi, tunabaki tunamshangaa, kumbe kuna vitu hatukuvifanya wakati wa makuzi yake.